Naam, mtazamaji wa Trend TV nadhani utakuwa unakumbuka kwamba e, eh, mwanadada Hamisa Mobeto kabla hajaingia katika mahusiano na Aziziki e, eh, mambo ni ya moto kweli kweli hapa town. Unaambiwa kwamba bwana Hamisa Mobeto kabla hajaingia katika mahusiano na Aziziki tunafahamu kwamba alikuwaga na boyfriend ambaye ni Mnaijeria, anafahamika kwa jina la Kevin. Sasa huyu Kevin ni Mnaijeria bwana, alishawahi mpaka kumnunulia Hamisa Mobeto Range Rover. Zawadi tu. Nadhani unakumbuka hiyo. Lakini at the end of the day, day tukaja tukashuhudia jambo lingine ambalo likuja lika happen. Ambapo ni kwamba Hamisa bwana akaingia katika mahusiano na Azizi Ki, na huyo ndio mumewe ambaye amemuoa hivi karibuni na tunaona kwamba maisha yao ni mazuri, wana have, wana have fun, lakini pia vilevile vile, e, tumeona kwamba katika harusi ya Juksi tumemwona tena Kevin akiwa amekuja Tanzania. Hamisa naye pia alirudi Tanzania. Lakini sasa huyu Kevin ambaye ni ex wa Hamisa Mobeto bwana amepata tena bebe mwingine hapa hapa Bongo ambaye ni Luludiva. Luludiva ameonekana kama ndio date mpya wa Kevin. Jambo ambalo limeibua mijadala mizito kweli huko mitandaoni wakidai kwamba baada ya Kevin kuachana na Hamisa Mobeto, Luludiva ameruka na X wa Hamisa na video, of course, zimeenda viral kweli kweli. Page mbalimbali zimekuja kuripoti kwa mfano hapa Juma Lokole bwana amekuja kulizungumzia hilo swala waziwazi wazi. Juma ameandika kwamba Lulu wangu, na kuita tena Lulu, hujawahi kuniangusha, mchune mpaka pua zirudi kukaa sawa, yaani hujawahi kuniangusha kabisa, mchune mpaka, akiona simu yako aone zombi anapiga, anadhani wewe ni Hamisa. Ameandika hivyo Juma Lokole, kisha akaweka emoji nyingi sana za kucheka. Peji nyingine hii hapa amekuja, wameandika kwamba e, bwana ukisema wa nini, wenzio wanasema watampata lini? Lulu Diva ameamua kudate na ex wa Hamisa Mobeto Kevin katika sherehe ya Jukes. Na wameonekana wakiwa wanashikana mikono lakini pia kuna video nyingine zimesambaa huko mtandaoni zikiwa zinamuonyesha Luludiva akiwa anakata miuno mbele ya huyo x wa Hamisa Mobeto, Kevin. So ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment lakini pia vilevile vile, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.